Chombo kimeundwa, chombo kimeundwa, kimetiwa mabaharia na manahoga ndani. Kama mvuvi wa pweza, tutaonana mwambani. Sisi mchezo wetu mwambani, kwenye dharba, kwenye vishindo, ndio mchezo wetu sisi uh-huh na nasema kwa maana yangu, maana yake Zanzibar hii unaweza mkumkuta mvuvi na kihori chake mwambani, ukauliza kafikaje fikaje huku huyu, jibu lake jepesi, fundi. Yule fundi kazaliwa fundi, anayajua majira, anayajua maji, upepo wa kaskazi, kusi na wa mwanashanga. Fundi. Sasa leo nalo hili tukukwambieni, ndugu zangu, tulipokuwa kwenye tungetulizana kidogo tu tuendelee ulipokuwa kwenye mkutano wa kibanda maiti, niliwaambia chama cha mapinduzi nikawaambia kama mnapendwa, na kwamba mitano tena, weka mpira kati. Si unapendwa? Una hofu ya nini? weka mpira kati, ufundishe kucheza mpira. Weka mpira wapi sasa? <laughs> wameutia kwapani. Hawa watu walikudharau, walikudharau sana, na dharau zina gharama zake. Dharau zina... huwezi kudharau sehemu kubwa ya jamii ukategemea kwamba watu watakutizama tu, utakuwa na siku itafika, ujinga ujinga utakuwa basi. Ndugu yeah, zangu miongoni mwa sababu ya mapinduzi kutokea Januari kumi na mbili mwaka elfu moja sitini na nne sehemu sababu moja ni dharau. Waliokuwa na mamlaka waliwadharau, walikuwa wengi, wakawaona wapumbavu wajinga, na ilipofika siku wakapigwa dafrau, kwa sababu ya dharau. Sitaki kusema sisi tunataka kupindua, hatuna uwezo huo, lakini sisi tuna silaha kubwa zaidi. Tuna silaha kubwa zaidi kushinda hata wale waliokuwa nao Januari kumi na mbili elfu moja mia tisa na sitini na nne. Na mtakupeni sababu moja tu, sio kwamba wale walikuwa hawana umoja mmoja walikuwa nao, ndio maana wakafanikiwa. Kuna tofauti moja sasa, jamii hii imeshikana, jamii imeingiliana, kuna tofauti hiyo. Sitini na nne jamii zilikuwa zimegawanyika, leo elfu mbili na ishirini na tano jamii zimeunganika. Umoja huo haujapata kutokea.